Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba kaunti ya Migori ni miongoni mwa maeneo ya Afrika Mashariki ambayo yanatarajiwa kunufaika na mashine ya kukaushia samaki aina ya omena inayotumia nishati ya jua. Mashine hiyo imenunuliwa na shirika la uvuvi la Ziwa Victoria ambalo linalenga kupunguza hasara baada ya kuvua samaki hao. Takwimu kutoka shirika hilo zinaonyesha kwamba asilimia 14 ya samaki aina hiyo ya omena wanaovuliwa katika Ziwa Victoria humu nchini nchini yuguri, Uganda na Tanzania kila mwaka huharibika baada ya kuvuliwa. Uh, we quantify post harvest losses at 14% and currently when you look at the total catch uh, for the entire uh, uh, lake now it is about um,

To the omena industry. Shida ya jua kama sasa hivi, vile tunaelekea mwezi wa nne, hii tunaweka fueli ya elfu nne kwa paboti, lakini omena inakuja ikauki, sasa tunapata hasara sana. Sasa kama mnaweza kutuletea hiyo nini mwangaza, tunaweza sema asante kabisa.